E Baba wa mbinguni, uketie mbinguni mahali pajuu sana palipoinuka, Mungu wa rehema, Mungu wa upendo, Mungu naye nilinda na kunitunza siku zote, ninakushukuru Bwana, na ninakuja mbele zako asubuhi ya leo nikiwa na moyo wa shukrani kuu, e Bwana Nakushukuru kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu uliye hai, Mungu mlinzi wa maisha yangu ambaye hausinzii wala haulali kwa ajili yangu. Bwana, nakushukuru kwa ulinzi wa usiku mzima. Asante kwa kuwa pamoja nami. Asante kwa kunilinda. Asante kwa kunitunza. Asante kwa kunifundisha na kuniongoza wakati nimelala. Asante Bwana kwa kunilinda mimi pamoja na familia yangu tulipokuwa usingizini. Bwana umetutunza na kutuepusha na kila hila za uovu. Ninakushukuru Bwana kwa kututunza na kutuonesha wema wako. Asante Bwana, pokea sifa na heshima. Tunakushukuru Bwana kwa kutuepusha na ajali, kwa kutuepusha na magonjwa, kwa kutuepusha na vishawi na hila zote za adui. Nina kila sababu ya kukushukuru wewe Bwana, uliyekuwa pamoja nami, uliyenilinda na kila hatari iliyojificha gizani. Bwana, na kushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Pokea sifa na heshima, uweza na nguvu, vina wewe Bwana. Asante kwa pumzi ya uhai, asante kwa amani ya usiku, na kushukuru Bwana kwa kuniamsha salama nikiwa na nguvu na fahamu timamu. e Bwana, Sio kwamba ni kwa akili zangu, sio kwamba ni kwa uweza wangu ni wewe tu Bwana, sio kwamba mimi ni bora sana, lakini ni kwa neema yako. E Bwana, ninakushukuru Mungu wa rehema, ninakushukuru Mungu kwa kibali na huruma zako za asubuhi ya leo Bwana. Asante Jehova, pokea sifa na heshima, uweza na nguvu vina wewe Bwana. Sina baba mwingine, sina Mungu mwingine. Asubuhi ya leo ninakutangaza na kukushukuru ya kwamba ni wewe uliyekuwa pamoja nami ni wewe uliyenilinda na kunitunza, ni wewe uliyenisaidia Bwana, ni mkono wako uliokuwa pamoja nami ulionilinda na kuniepusha na kila hila za yule mwovu Ibilisi. Baba nakushukuru, asante Yesu, pokea sifa na heshima Bwana, uweza na nguvu vina wewe, mungu wa mbinguni. Ee Mungu wa rehema, ninakujia pia kwa unyenyekevu mkubwa bwana wangu na mungu wangu, nikiomba utakaso Yesu, ninaomba unisamehe na dhambi zangu zote za kujua ama za kutokujua. Kujua maneno yangu Bwana, yawezekana nimenena maneno yasiyokupendeza yawezekana Bwana, kwa mawazo yangu nimekutenda dhambi, matendo na mienendo isiyokupendeza. Bwana ni rehemu, Mungu wa mbinguni, nitakase Jehova, naomba Bwana nisafishwe kwa damu yako takatifu iliyoweza kumwagika pale msalabani, damu yako itakasayo, damu yako iyoshayo, damu yako inayoponya na kuuisha. Acha damu yako Yesu ikatakase moyo wangu, ikasafishe moyo wangu, ikatak takase akili yangu ikatakase na kusafisha roho yangu na mwili wangu. E Bwana, nisimame mbele zako nikiwa safi, asubuhi yangu ikiwa safi, asubuhi ya leo ikiwa na kibali, nikiwa mweupe Bwana, nikiwa sina doa lolote ndani yangu, nikiwa sina uchafu wowote Bwana. Ninaomba siku yangu isafishwe na kutakaswa na wewe Yesu, kwa damu yako takatifu na kwa jina la Yesu Kristo ninaomba rehema hata kwa ajili ya familia yangu, ninaomba rehema kwa ndugu zangu, ninaomba rehema kwa wapendwa wangu wote. E Bwana Yesu, ni rehemu Baba, nitakase, tusafishe Bwana, turehemu Mungu wa mbinguni, kwa damu yako takatifu na kwa jina la Yesu Kristo. E, Baba mwema, Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu uliye hai, leo ninakukaribisha Bwana asubuhi ya leo bisha moyoni mwangu, niongoze siku nzima ya leo Bwana. Nifundishe Bwana, nitembee katika kweli yako, haki na upendo. Nipe hekima katika maamuzi yangu Bwana, acha maamuzi yako Bwana yakaamue ndani yangu. Yesu, uwe mwanga wangu katika kila hatua Bwana. Unikumbushe mapenzi yako, unikumbushe mapenzi yako Bwana katika kila jambo, usiniache nifanye jambo lolote akili zangu Bwana, siku ya leo ninaomba wewe ukiwe mwamuzi wa maisha yangu. Asubuhi ya leo niongozwe kwa sauti yako Bwana, niongozwe kwa uelekeo wako Yesu, ninaomba kuongozwa na wewe Bwana ninaomba kusimamiwa na wewe Yesu, usiniache Bwana. Jambo lolote linalofanyika kupitia mikono yangu kupitia maisha yangu likaamuliwe na wewe Yesu. Asubuhi ya leo, e Baba wa mbinguni, ninaomba kibali chako kikae juu yangu siku nzima ya leo. Asubuhi ya leo ninaomba kibali chako kiende mbele yangu, kazini kwangu Bwana niende na wewe shuleni Bwana, katika elimu yangu Bwana, niende na wewe. Niwapo nyumbani, Bwana, kibali chako kikae juu yangu. Ninapotembea njiani, Bwana, kibali chako kikae juu yangu. Ninapokuwa kwenye usafiri, kibali chako kikae juu yangu. Na mahali popote nitakapokwenda, nitakapokuwa, nitakapokaa, nitakapo simama nitakapotembea nitakapoinuka nitakapoinama, kibali chako ninakitangaza kwenye siku yangu ya leo, kikawe juu yangu. Kila nilitendalo Bwana likabarikiwe na wewe Yesu wangu, na wewe Baba yangu na kila neno litokalo kinywani mwangu liwe baraka kwa maisha yangu hata kwa maisha ya watu wengine, likafanyike kuwa baraka. Chochote ninachokitamka kupitia kinywa changu asubuhi ya leo, acha kikafanyike kuwa baraka, acha kikazae matunda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. raba baba shandara makondere mali ya rabo like shekete terebo riba sakatali enderema rababababarema kolebo. Acha kibali chako Bwana kwenye huduma yangu kwenye utumishi wangu. Yesu nisaidie Baba nisaidie. Kwa unyenyekevu mkubwa Bwana ninasogea chini ya kiti chako cha rehema, chini yako Bwana ninakabidhi siku nzima ya leo mikononi mwako, na kukabidhi Bwana mipango yangu, mawazo yangu, kazi zangu, elimu yangu, familia yangu, nyumba yangu, watoto wangu, mahusiano yangu, yangu ninakabidhi kwako Bwana. Ndoa yangu ninaikabidhi mikononi mwako Yesu. Afya yangu ninaikabidhi mikononi mwako Bwana. Fedha zangu ninazikabidhi Bwana mikononi mwako. Uchumi wangu Bwana, ninaukabidhi mikononi mwako. Acha Bwana siku yangu ya leo ikaamliwa na wewe. Maisha yangu yote kwa ujumla Bwana ninayakabidhi mikononi mwako, yakaamuliwa na wewe Bwana, ukaamuriwe Bwana wewe kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Na kukabidhi Bwana maeneo yote ya maisha yangu ya kiroho ya kimwili ya kihisia ya kijamii, chukua nafasi Bwana, chukua usukani Bwana, kwenye maisha yangu. E Bwana, nifanye kutembea kulingana na mapenzi yako matakatifu katika jina la Yesu Kristo. E Mungu wa mbinguni, Bwana wa majeshi, ninaomba ulinzi wako Bwana, ukae juu yangu, ukawe juu ya maisha yangu, ukawe juu ya familia yangu yangu, siku nzima ya leo Bwana, ninakabidhi kila kilicho changu, nakabidhi ndoa yangu, watoto wangu, kazi yangu na kila kilicho changu. Bwana, unifunike, ukifunike kwa damu ya Yesu Kristo, unizunguke Bwana kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Uzuie kila mpango wa adui, ninaukataa katika jina la Yesu Kristo kila shambulio lililo lak, kinyume na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Kila neno baya litakalotamkwa juu yangu ninalikataa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakataa kila roho ya hofu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako takatifu. Ninakataa ugonjwa na mauti katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, nyumba yangu iwe mahali pa amani. Moyo wa yangu ukawe ibada Bwana siku zote mbele zako. Familia yangu iwe chini ya kivuli chako Mungu wangu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Baba chukua nafasi, siku yangu ya leo ikaongozwe na wewe, ukawe kiongozi mkuu, ukawe mwalimu wangu, ukanifundisha na kunielekeza. Baba na kushukuru kwa maana najua umenisikia Bwana na kushukuru kwa sababu maombi yangu haya Bwana yamefika mbele zako. Utaenda kunijibu Bwana sawasawa na mapenzi yako. Nakupa sifa na heshima na utukufu wote Bwana sasa na hata milele. Ni wewe tu Bwana, pokea sifa na heshima. Asante Bwana, asante Yesu. Ninakabidhi kila kitu mikononi mwako wewe Bwana uka usike na maisha yangu, wewe Bwana ukahusike na kila kilicho changu. Ninakushukuru Bwana, wewe ambaye umenijibu, wewe ambaye umetenda kwangu siku ya leo Bwana. Asante Yesu, pokea sifa na heshima Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako takatifu. Amina.